Wako verified. Kwa ili awe verified, manake anasajiliwa kwenye mfumo pamoja na kupatiwa na hilo vazi maalum ambalo lina namba maalum, unaweza ukaziona hapo kwa mwenyekiti. Kwa, kwa, kwa, kwa, kwa namna mfumo unavyoonekana hapo, unaweza ukaona tumeweka madereva ambao tunachukua taarifa ambazo unaweza ukaona hapo, kuna madereva ambao wako kwenye ndoa na ambao wako kwenye ndoa, kuna idadi ya madereva wa kiume na wa kike vile vile, na kuna madereva ambao wana leseni na hawana leseni, wote tunaonyesha hapo, madereva wenye bima na ambao hawana bima. Kwa hiyo unaweza ukaona hapo kwa namna gani tunaweza kuwasaidia madereva, hata wale ambao wana leseni kuweza kuwatambua kwenye mfumo, ili waweze kufanyia utaratibu na viongozi waweze kupata, kupata leseni pamoja, pamoja na elimu kwa kwa, ki, kwa kifupi hiyo ndio dashboard ya mfumo wetu wa shirikisho kama inavyoonekana inavyo. Kwa hapo, hapo sasa tunakuja kwenye upande wa vyama. Shirikisho ni, mu, ni muunganiko wa vyama mbalimbali mbali vya kimkoa vya kiwilaya na vya, na vya kata. Kwa hivyo ni vyama vyote ambavyo vimesajiliwa kwenye mfumo kama unavyoweza kuona na mikoa mbalimbali inavyoonekana hapo ya. Tuna viongozi mbalimbali kutoka mikoani, kwa hiyo kuna vyama vyao vyote viko, viko hapo kwenye mfumo. Sasa hivi ndio vile vituo vyetu kwa sasa, kwa, ku, kwa kushirikiana na, na, na jiji, unaweza kuona kuna, kuna vibango maalum ambavyo vimewekwa kwenye kila kituo kwao. Sasa mfumo wetu unaweza vile vile kukontrol idadi ya pikipiki piki ambazo zinatakiwa ziwe katika kituo kituo fulani, ko naweza ukaona hapo idadi ya vituo, idadi ya wanachama members ambao wanakuwa hapo kwenye kituo waliosajiliwa, ambao tayari wameshaandikishwa kwenye cho kituo. Kwa kama kituo kimepangiwa watu hamsini wa maana yake ni kwamba mfumo na control kwamba hao watu hamsini wa ndio wanatakiwa wawepo kwenye hicho kituo. Kwa kama kuna watu hamsini wa wamesajiliwa watu kumi na moja maanake watu thelathini na tisa hicho kituo kimebakisha watu thelathini na tisa Na maana kituo kikijaa, mfumo moto ruhusu tena mtu aweze kuingia kwenye hicho kwenye kituo kwao, huo ndo upande wa kituo. Tukija upande wa madereva, unaweza ukaona ndo madereva yetu ambao tumewasajili <coughs> ndo madereva tumewasajili tunaweza tukaangalia detail zao kama tumemsajili unaweza ukaona, ukaona taarifa ambazo tumezichukua ya upande wa huduma hizi kuweza kwe, kuboresha maisha ya boda boda wetu. Hizi ndio huduma ambazo zina, zinapatikana kwenye mfumo kwao, mnaweza mkaona kuna maegesho kuna LATRA kuna TRA kuna kwao. Kwa upande wa maegesho, mfumo wetu tayari umeshafanya ume, fanya umeshafanya integration na, na TAMISEMI kwa ajili ya kukusanya kodi za maegesho kwao, kilichobakia ni namna ya kuweka kuweka bei ya lisi ya maegesho na, na mfumo uanze kupokea kodi za maegesho. Kwa mfumo wetu tayari umefanya integration na, na TAMISEMI. Vile vile mfumo wetu umefanya, ume, umefanya integration na, na, na NIDA kwa ajili ya kuhakikisha dereva anayesajiliwa ni Mtanzania ili ku, ku, ku, kuweza kuchuja wale madereva ambao anaweza akaso Mtanzania na akaso mzalendo akafanya uhalifu. Vile vile tunachukua geolocation ya vituo unaweza ukaona unaweza kuona taarifa hicho kituo, hiyo ni geolocation ya kituo ambayo tumeichukua hapo. huu ni upande wa webu. Vile vile mfumo wetu una, una application ambayo tutaiona hapo, application ambayo inatumiwa sasa na, na madereva yeah. Kwa atuunganishia application hapo tutaiona mm. Naam, kwa heshima na taadhima naomba tusimame tuweze kumsindikiza Mheshimiwa Waziri Mkuu ambaye tunamruhusu sasa aende akaendelee na majukumu mengine ya ujenzi wa taifa. Makofi tena mengi mengi kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu akiwa anaondoka. Ni washukuru sana kwa kuhudhuria katika kongamano letu eh, la mwaka la machinga pamoja na bodaboda na madereva wa bajaji. Kwa hiyo kwanza sasa tutaratibu na uacha kwa viongozi wa mashirikisho yote mawili hmm.